Wengi huuliza daktari mpendwa, je, nina kipandauso? Je, kila maumivu ya kichwa ni kipandauso? Jibu ni hapana. Basi kipandauso ni nini? Kipandauso ni ugonjwa wa msingi wa maumivu ya kichwa katika ubongo. Nini husababisha kipandauso? Watafiti wengi wanaamini kuna kitu kinachoitwa vasodilation katika ubongo, ambayo inamaanisha ikiwa kuna mtiririko wa ghafla wa damu kwenye ubongo, ikiwa kuna upanuzi wa kiasi cha damu kwenye ubongo, hii husababisha maumivu ya kichwa yenye dalili inayoitwa kipandauso. Dalili za kawaida za kipandauso ni zipi? Wagonjwa wanaweza kuwa na maumivu ya kichwa ambayo mara nyingi huwa upande mmoja, yaani yanaathiri upande mmoja wa kichwa lakini katika matukio nadra na yanaweza kuathiri pande zote mbili. Kuna hali ya kawaida ya unyeti wa mwanga, ambapo maumivu ya kichwa huongezeka wanapokutana na mwanga mkali au jua. Kisha kuna fonofobia, ambapo kelele kubwa, vipokea sauti wanapokuwa katika maeneo yenye watu wengi na muziki, unajua muziki mkubwa, hii inaweza kusababisha maumivu ya kichwa, na hapo ndipo tunapofikiria inaweza kuwa kipandauso. Watu wengine wanaweza hata kuwa na usumbufu wa kuona wanapokuwa na shambulio la kipandauso ambapo wanaweza kuwa na kuona kwa ukungu rahisi au wanaweza kuanza kuona maumbo au miale ya mwanga mbele ya macho yao, na hii inaitwa aura ya kuona ya kipandauso. Na mara nyingi wanakuwa na kichefuchefu au hata wanaishia kutapika na maumivu haya ya kichwa. Sio kila maumivu ya kichwa yanaweza kuwa maumivu ya kipandauso. Kwa hivyo, ni kipimo gani muhimu cha kugundua mtu ana kipandauso? Ni kwa kufanya skani ya ubongo, skani rahisi ya CT ya ubongo au MRI ya ubongo, lakini tafadhali hakikisha unafanya skani ya ubongo chini ya usimamizi wa mtaalamu wako wa neva na kuthibitisha kuwa ubongo hauna kitu kingine na ni maumivu ya kipandauso tu. Tunawezaje kuzuia maumivu ya kipandauso? Jambo la kwanza na muhimu zaidi ni usingizi. Masaa saba hadi nane ya usingizi mzuri ni lazima, hasa kwa watu wanaopata kipandauso. Usijikute kwenye harufu zenye sumu, mafuta asilia. Ningependa kusisitiza hili tena, mafuta asilia kama mafuta ya eucalyptus, bans zote hizi tunazotumia. Tunawezaje kutibu kipandauso? Je, kipandauso kinatibika au la, daktari? Ni swali ambalo watu wengi huuliza. Kipandauso kinatibika, lakini kwa wengine kipandauso kinaweza tu kudhibitiwa na si kutibiwa kabisa. Kuna dawa nyingi sokoni sasa za kutibu na kudhibiti kipandauso. Kwa kweli hivi karibuni FDA imeidhinisha baadhi ya kingamwili za monoclonal. Ni sindano zinazochomwa ambazo tunawapa wagonjwa wenye kipandauso kisichotibika ambapo wanachukua sindano mara moja kwa mwezi na hawana maumivu ya kichwa, tuseme baada ya sindano kumi hadi kumi na mbili zilizochukuliwa kwa kipindi cha mwaka mmoja au zaidi. Kwa hivyo marafiki wapendwa, ujumbe wa kuchukua nyumbani kwenu wote unapaswa kuwa si kila maumivu ya kichwa ni kipandauso. Tafadhali tembelea daktari wako na hakikisha uchunguzi wa ubongo umefanywa ikiwa unapata maumivu ya kichwa kwa muda mrefu. Kuzuia kipandauso kwa mtindo wa maisha wenye afya ni muhimu sana na matibabu ya kipandauso yameendelea sana na kuna chaguo nyingi. Asante.